Karibu tena kwenye shirika la DreamStart Labs. Ndani ya hii video ndaonyesha namna gani mnaweza ongeza mfuko wa zaidi wakati tayari mzunguko ulishaanza. Fikiria hisinario kunji yako imekuwa tayari mumwendo wa mzunguko, kisha mlikuwa nazungumuza namna gani ya kuweka akiba pesa kidogo, ili muuze simu ya zaidi kwa kundi. Namna gani mnaweza unda mfuko maalum ili wanamemba waanze weka akiba kwa ajili ya hiyo, yote ni kwenda kwenye muundo, kisha katiba, unafinya ya kufuata, tena ya kufuata hadi utakapofikia mifuko ya zaidi, ya kufuata, ya kufuata, ya kufuata, ya kufuata, ya kufuata, ya kufuata. Hapo tunafika kwenye unandika fungo za zaidi, lakini utahakikisha kama hakuna hata muundo ama kitu fulani ambao umebadili ndani ya katiba ya hii kundi hapa. Basi tunapenda tuunde mfuko wa pesa za teknolojia, unaweza ukafinya hapo, ama ingine njia ya pili, unaweza ukafinya kwenye unaandika, ongeza pesa za kipekee, kisha hapo unaandika simu lakini acha tuzungumzie ya kwanza, pesa za teknolojia. Ukishafinya hapo, unagusa unandika ya kufuata, na hapo utakuwa umemaliza. Ingine njia ni kurudi kumwanzo, unarudi kumwanzo, unarudi kumwanzo, unaingia kwenye mikutano, unaenda kwenye mikutano, unaenda kwa hapo ambapo wanaandika kugawa mifuko ya zaidi, umefinya hapo, unaona unaandika hapa pesa za kujitegemea, pesa za madibisho, pesa pesa za teknolojia. Unaweza ukagusa hapo ama mwongeza, unafinya kwa kuandika ongeza mfuko mpya Unagusa seme hapo unasema simu tunafanya ya kufata. Hapo tayari umeunda. Njia ingine ni kurudi tu mkutano, unaenda kwenye akiba unagusa izuru. Mwanamemba gani? Francine Mukalai tuseme, unafinya jina lake, unashuka chini polepole pole. Unaona, unaandika uh, pesa za zaidi, kisha chini tena unaandika ongeza mfuko mpya, unaweza kugusa hapo. Kwa hiyo hapo unaweza unda mfuko ya pesa za sherehe, unagusa hapo, kisha umefanya ya kufata, na hapo utakuwa umemaliza. Asante.